Na watu wanabadilishaga simu Sheikh, ikianguka tu kidogo tip anabadilisha. Mzazi wako ana kitochi. Siku moja alikuja rafiki yangu mmoja kuniletea zawadi, akaniletea simu ya kitochi, akaisifia sana, nikaambia nakushukuru nani nani. Siku ya pili nikaifunga vizuri nikairudisha. Yaani mjini ana maduka mawili ya simu. Ana maduka mawili. <laughs>